Timu ya Manchester City ipo katika maandalizi ya kukumbana na timu ya Fulham mchezo ambao utaenda kuchezwa katika dimba la Etihad mnamo tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2026. Itakumbukwa katika siku mbili zilizopita Manchester City alikutana na Liverpool katika dimba la Anfield na kuweza kuibuka na ushindi wa magoli mbili 2 kwa moja. Ushindi huo uliwahakikishia Manchester City kuendelea kutengeneza hali ya wasiwasi kwa timu ya Arsenal ambayo mpaka sasa ipo kileleni ikiongoza kwa pointi sita. Endapo Manchester City wangepoteza mchezo wao na Liverpool, basi matumaini ya mashabiki wengi ilikuwa ni kuwa timu ya Arsenal ingepata nafasi kubwa ya kuweza kuendelea kutabiriwa kuwa bingwa wa msimu wa EPL kwa mwaka 2025-26 kutokana na wingi wa pointi, kwani Manchester City angekuwa amezidiwa pointi tisa. Kitendo cha Manchester City kuweza kuifunga timu ya Liverpool katika uwanja wa Anfield kiliibua hisia za watu wengi, kwa sababu uwanja wa Anfield imekuwa ni fumbo kubwa sana kwa Manchester City kwani kwa muda mrefu sana Manchester City alikuwa akitafuta ushindi katika uwanja ule na hakuwahi kuupata, na historia inaonyesha Pep Guardiola, kocha mwenye mafanikio makubwa sana, hii mechi ya juzi ndio ilikuwa mechi yake ya kwanza kuweza kushinda akiwa katika uwanja wa Anfield. Tutegemee nini? Manchester City au Arsenal, nani anaenda kuwa bingwa mwaka wa 2026? Bado mechi chache sana na kila timu inahitaji kucheza kwa umakini ili kuweza kupata pointi zote muhimu. Manchester City dhidi ya Fulham, game ambayo itachezwa katika uwanja wa Etihad kesho tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2026. Karibuni sana.